amekamatwa na jeshi la polisi muda huu akiwa nyumbani kwake na amepelekwa kituo cha polisi Chang'ombe wilayani Temeke jijini Dar es Salaam. Taarifa iliyotolewa na ofisa habari wa chama hicho Abdallah Hamis amesema Zitto amekamatwa asubuhi hii Masaki wilayani Kinondoni akidaiwa kutoa kauli za uchochezi wakati wa uzinduzi wa kampeni za udiwani katika kata ya Kijichi wilayani Temeke juzi. Kuendelea kupata habari nyingi na za moto kama hizi, Global TV Online ulipo tupo, mubashara.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 Ishi bila wasi na Red Relax. Jiunge na vifurushi vyetu vya silver, gold na platinum na utapata dakika nyingi za kupiga mitandao yote SMS na MB pamoja na dakika za kupiga simu nje ya nchi kifurushi chako kinapoisha una uwezo wa kufanya kijinunue au kijirudie chenyewe upya huku dakika sms na mb zako ambazo hazijatumika zikihamishiwa kwenye kifurushi chako kipya. Si hayo tu, ukinunua kifurushi cha Red utaweza kufurahia huduma za ap ya sokoni bure, taarifa fupi za Mpesa bure, kipaumbele ukitembelea duka lolote la Vodacom nchini na ukipiga simu huduma kwa wateja na kuharifiwa ukipiga simu na kuikosa bure. Piga nyuta